Mwaka 1962, Tanzania, Tanganyika ya kipindi hicho, ilikumbwa na tatizo zito la ugonjwa wa chekelea, watu walichekacheka cheka. Embu fikiria darasa la wanafunzi wachache, kicheko kinaanza polepole pole, dakika zinapita, saa zinapita, wanacheka bila kuacha, siku zinageuka kuwa wiki na hakuna mtu anayeweza kuacha kucheka. Basi hii si filamu. Hii ilitokea Tanzania mwaka 1962. Na leo katika The Story Codex tutachimba kwa kina kuhusiana na janga hili la ajabu lililowahi kurekodiwa Afrika, The Laughing Epidemic. Langu jina ni Yazdan Rex Eagle na hii ni sauti ya Eagle. Historia inaturudisha nyuma mpaka mwaka 1962. Wakati huo, Tanzania ilikuwa bado ni taifa changa linalopumua kutoka katika hewa ya uhuru mpya wa mwaka 1961, lakini nyuma ya matumaini kulikuwa na msongo wa mawazo kutokana na mabadiliko ya ghafla na hofu isiyoweza kuonekana. Katika kijiji cha Kashasha karibu na ziwa ya Victoria, kuna shule ndogo ya wasichana, Shule ya Kashasha Girls Boarding School. Basi, hakukuwa na dalili ya hatari iliyojitokeza, hakukuwa na ugonjwa uliowahi kuonekana na wala hakukuwa na onyo mpaka pale ambapo kicheko kimoja kilipoanza. Siku moja ya kawaida darasani, wanafunzi watatu walianza kucheka, na hakikuwa kicheko cha furaha na pia hakikuwa ni kicheko cha huzuni, lakini kilikuwa ni kicheko cha kulazimishwa Walijaribu kukizuia kicheko hicho, walijaribu kufunika midomo yao, lakini kicheko kile kiligoma kabisa na hakikuacha. Dakika zilipita kicheko kikawa kilio kilichochanganyika na vicheko vingi mno, na ndani ya masaa machache zaidi ya tisini kati ya mia hamsini na tisa waliathirika. Baadhi yao walicheka kwa saa kadhaa wengine wakacheka kwa siku nzima, na wengine wakacheka mpaka wakafika wiki kadhaa. Wengine walizimia, wengine walilia huku wakicheka, wengine walipata maumivu makali ya tumbo, wengine walipata uchovu uliopindukia, na wengine walipata hofu isiyoelezeka. Walimu walishindwa, wazazi waliogopa. Shule ilifungwa, lakini hapa ndipo kila kitu kilipoanza kuwa kibaya zaidi. Baada ya shule kufungwa, wanafunzi walirudishwa majumbani, lakini kicheko kiliwafuata. Ndani ya siku chache, kijiji cha Kashasha, kisha Nshamba, kisha vijiji vingine vya jirani, watu wazima wakaanza kuathirika, watoto wadogo wakaanza kucheka, familia nzima ikaathiriwa. Janga lilisambaa kwa zaidi ya miezi sita. Hakukuwa na virusi vilivyotambulika bakteria, sumu, wala uchawi uliothibitishwa. Madaktari walishindwa, serikali ikachanganyikiwa haswa na wananchi wakaingiwa na hofu yenye ukimya wa kina. Basi hii ikapelekea kuibua nadharia kuu mbalimbali. Nadharia ya kwanza ikaitwa mas psychogenetic illness, wagonjwa wa kisaikolojia wa pamoja. Hii ndiyo nadharia inayokubalika zaidi kisayansi, kwani baada ya uhuru kulikuwa na msongo wa kijamii, shinikizo la kielimu, hofu ya mustakabali, nidhamu kali mashuleni. Basi akili za vijana hasa waliokuwa boarding zilikosa njia ya kuachia mizigo mawazo, majonzi na mkongamano wa mawazo. Hivyo kicheko kikawa mlipuko wa kiakili. Na ya pili ni ile iliyoitwa msongo wa baada ya uhuru, post independence stress. Hapa watafiti wakasema uhuru haukuleta furaha tu, ulileta pia hofu, mabadiliko, kutokuwa na uhakika. Jamii ilikuwa inajifunza kuishi upya. Akili za watu zilikuwa dhaifu, hivyo zikaanza kuharibika kimya kimya. Na nadharia ya tatu ni ile iliyosema kwamba imani za kijamii na kiroho. Wengine waliamini pengine yalikuwa ni mapepo, wengine wakasema huenda zilikuwa ni laana, na wengine wakasema ni ishara ya mababu waliokasirika, lakini hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja uliopatikana. Na hapa swali kubwa lisilojibiwa likabaki kuwa je, kwa nini hakukuwa na kifo hata kimoja? Je, kwa nini kicheko kilianza kwa watoto tu? na je, kwa nini kilidumu kwa muda mrefu sana, na je, kwa nini hakijarudi tena kwa kiwango kile kile hadi hii leo? Basi swali hili limebaki kukosa jibu mpaka hii leo, na the laughing epidemic ya mwaka 1962 iliyotokea Tanganyika, Tanzania ya sasa haikuwa ugonjwa wa kuchekacheka tu, bali kilikuwa ni kilio cha akili, kilio cha kizazi, na kilio cha taifa changa, na ni ukumbusho kwamba maumivu ya ndani yasiyosikilizwa hujitokeza kwa njia tusizoweza kuzielewa. Na labda swali hili halipaswi kuwa kwa nini walicheka, bali ni maumivu gani yalikuwa yamefichwa nyuma ya vicheko hivyo. Basi na hii imeendelea kuwa The Story Codex mpaka hii leo. Langu jina ni Yazdan Rex Eagle, na hii ni sauti ya Eagle. Usiache kulike, kushare, kusubscribe na kucomment ili uwe wa kwanza pindi video zetu kali zinapotoka. Je, yeah, mtazamo wako ni upi juu ya gonjwa hili la chekacheka cheka.